Kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali na ahli zake wote na masahaba zake pia. Kama ilivyo ada desturi huwa tunafanya vipindi vya tafsiri za ndoto hapa Mtavassy TV online kidesturi. Na hili ni miongoni mwa masomo adhimu kabisa leo litokanalo na tafsiri za ndoto. Hii ni miongoni mwa moja ya masoali ambayo nimeulizwa sana, sana kuhusu tafsiri za ndoto. Na ukinifuata vizuri, utapata elimu iliyo bora kabisa kutokana na maudhui ya ndoto zako. Usiache kusubscribe kama haujafanya hivyo, gusa alama ya kengele pia, ili kufungua notification, na usiache kushare na ndugu marafiki na jamaa pia, ili nao waweze kujifunza kutoka Mtabasi TV online masomo mbalimbali mbali yatokanayo na tafsiri za ndoto, elimu nyingine pia. Na leo tunajifunza kutokana na ndoto ya mtu aliyeona mwezi katika ndoto yake, lakini siyo mwezi tu, bali miezi miwili. Ni nini hasa mwezi itakuwa inakusudia na kudokeze? Mambo haya ndiyo tuliyoyapa nguvu mambo ya asili na maumbile ya dunia kwenye kitabu chetu tulichokiita Kitabu Kikuu Cha Tafsiri za Ndoto. Hii ni elimu tuliyoimwaga sana kwenye kitabu chetu, hivyo usikose nakala yako. Kwa thamani ndogo sana utapata elimu kubwa. Pesa si kitu kwenye elimu, ndiyo maana watu huwa wanalipa mamilioni ya pesa kwa ajili ya kupata elimu. Mimi nimekusanya elimu

na wengine wengi katika silsila ya vitabu vyetu hivi ambavyo tumevipa onwani ya kitabu kikuu cha tafsiri za ndoto. Nifuate vizuri, na nimeulizwa kwamba shehe, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani nimeona mara mwezi mbili kwenye usingizi wangu, je, hii ina maana gani? Nimeota miezi miwili mmoja upo nusu, mmoja upo mzima. Je, hii ina maana gani? Hii elimu nimeizungumza sana kwenye kitabu chetu kama nilivyozungumza, lakini nitajibu shortly na kwa ufafanuzi mchache sana hapa, ili kuondoa shaka na kutoa hofu watu ambao wameona ndoto hii. Mbaa mwezi katika ndoto ina maana za watu maalum jua katika ndoto lina maana ya watu maalum, nimesema kwenye kile kitabu usikose kupata nakala yako, kuanzia mwezi wa nne huu, insha allahu uh, taala. Mwezi unakuwa na maana ya assistance katika ndoto, mtu msaidizi. Mwezi unakuwa na maana ya mtu wa pili katika taasisi. Kama kuna taasisi ina rais, chini wake ni makamu wa rais basi atakuwa yeye. Kama taasisi ina waziri, alafu chini yake ina wa chini yake tena, basi ni kwa mtiririko huu, kama ni rais, alafu waziri, ni hivyo. Kwa hivyo hata ndani, katika familia inaweza ikawa na maana ya mama mbalamwezi, lakini inaweza ikawa na maana ya baba pia wakati mwingine, inategemea kipindi ndoto hii imeonekana na kipindi gani. Inaweza ikawa na maana ya viongozi wakati mwingine kwa mfano kabla ya kifo cha Magufuli mtu mmoja aliona angani mwezi umefunikwa, na jua limefunikwa, na nyota pia hazionekani. Hii ilikuwa na maana halisi kabisa ya matukio yaliyotokea. Alikufa Maalim Seif Sharif Hamad, alifariki kiongozi na rais wa nchi John Magufuli, lakini pia viongozi wa chini wengi walifishwa nimezungumza haya kwenye kitabu chetu, nimedokeza mambo mengi makubwa na adhimu. Lakini kwa muktadha wa ndoto hii na nilivyoelezwa, miezi miwili hii inaweza kuashiria kipindi cha muda mrefu, kama vile safari au mabadiliko katika maisha ya mtu. Inaweza pia kumaanisha kipindi cha majaribu au changamoto za kiroho, ambapo umekutana na hali ambazo zimekufundisha au kukuweka katika nafasi ya kujifunza, na hii ni kwa sababu tu ndoto hii imeonekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nukta ya kwanza inaweza kuwa hiyo, lakini nukta ya pili, mwezi upo nusu na mmoja upo mzima. Hii inaweza kumaanisha hali ya kutokuwa na uhakika au kujikita au kujikuta katika ya, kuwa katikati ya jambo fulani mnafanya halijatimia nusu inaweza kumaanisha hatua za katikati ya jambo unalojaribu kulifanikisha au kuliendea, na mmoja mzima ni ishara ya malengo au mafanikio yaliyo kamili. Inaweza kuwa ni ishara ya kujua kuwa bado unahitaji kufanya juhudi ili kufikia malengo yako, kwamba hapa ulipo upo nusu tu ya kile unachokikusudia, kile unachokiendea hivyo, jitahidi kufanya jitihada ili kufikia malengo Ongeza jitihada. Kuna mafanikio machache uliyoyafikia, lakini bado inakuhitaji kuchukua hatua zaidi. Tatu. Upo katika mwezi wa Ramadhani siku ya kumi na tano ndio unaona ndoto hii. Ikiwa uliona ndoto hii usiku wa Ramadhani, ni kipindi cha ibada na nguvu za kiroho. Mwezi wa Ramadhani ni wakati wa tafakuri eh, kujitakasa na kuwa na maombi yeah ya dhati. Usiku wa kumi na tano unaweza kuwa ni ishara ya nusu ya mwezi au kumalizika kwa nusu ya mabadiliko yako ya kiroho. Na hii ni sahihi kabisa kwa sababu mwezi wa Ramadhani utakapogawa nusu kwa nusu, tafsiri yake umepata mafunzo ya nusu, bado nusu iliyobakia ya Ramadhani kuendelea kujifunza, kuendelea mambo mengine. Aidha, pia kuona mazingira ya peke yako, hii inaweza kuashiria hali ya utulivu na kujitenga, kana kwamba unahitaji kujifunza E, kujifunga au kujitenga ili kufanya tafakuri au kufikia hatua muhimu katika maisha yako. Hii inaakisi kabisa moja ya klipu ambazo nimezizungumza huko nyuma kwamba watu watakilini ndani ya Ramadhani hii, nini hasa wamevuna? Umefikia malengo yako kwa kiasi gani? Ramadhani imekubadilisha? Umevuna nini wewe? Ndoto hii inaonekana kuwa na ujumbe wa kujitahidi kujitenga e, kwa muda ili kufanikisha malengo yako, malengo yako ya kiroho na kutambua kuwa kuna hatua unazopaswa kuchukua ili kufikia mafanikio yako na kadhalika. Ndugu yangu, ndoto hii ni miongoni mwa ndoto ambazo zinatoa masomo mapana sana. Jumla ya ndoto za mara mwezi mwezi mwandamo nimezungumza kwenye Kitabu Kikuu cha Tafsiri za Ndoto. Hii ni miongoni mwa ndoto adhimu sana hivyo nimejibu swali lako kikamilifu ndugu yangu, na nadhani pia utakuwa umejifunza na umepata kile ambacho umekuwa unakihitaji. Kama kuna jambo la ziada dondosha komenti yako chini, insha Allahu taala nitaiona na nitakujibu kwa haraka zaidi. Na njia nzuri zaidi ya kuuliza ni kwenye klip iliyokuja hivi karibuni, tuna klip nyingi sana takriban 400 na kitu huko, hivyo basi watu wote huwa wana comment lakini hizi clip za karibuni ndio tunaziona kwa haraka zaidi. Itahidi kuuliza ndoto yako kwa ufasaha na kwa message iliyo wazi, ambayo hainachukua ufupisho wa maneno. Kwa mfano, katika usije ukaandika ktk, usije ukaandika hivi, iandike katika, katika ufasaha wa Kiswahili chake tafadhali. Kama ndio mara yako ya kwanza unatazama Mtavassy TV online, ni kuombe Usisahau kusubscribe kushabu salama ya kengele ili uendelee kujifunza zaidi na nasi Mtavassy TV online. Mimi ni Maalim Jafar Mtavassy. Nikutakia siku njema na mafanikio zaidi katika mwezi huu mtukufu wa baba. Barakallahu li walakum. Assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh.